Kumfuata Yesu kuna hatua ya pili ya kubeba msalaba. Sasa kubeba msalaba, wengi tumefundishwa, jamani, huu ni msalaba wangu. Msalaba gani? Nina ugonjwa, ugonjwa msalaba wangu? Hapana, ugonjwa sio msalaba. Kuna msalaba ambao unapaswa kujitwe, kulipa gharama. Kwanza, msalaba ni nini? Mungu anatumia vitu vyepesi vya kutufanya sisi kuelewa. Yesu alipokuwa anazungumza, ajitwike msalaba wake, alikuwa anazungumza na watu wanaoelewa msalaba ni nini. Msalaba ni ni ishara ya aibu, kudharauliwa, kutukanwa, mtu wa ovyo, kuonwa hivyo na watu ambao hawako katika kundi lako. Kwa sababu hata wale wezi wawili waliokuwa wamewamba na Yesu msalabani, kuna namna walivyokuwa wanajiona, wana uhalali katika kundi lao. Ukiwa nje ya lile kundi, alafu kuna msalaba, unaona kuna ujinga mahala fulani, na ndiyo maana unaweza ukakata shauri, wakakufukuza nyumbani, kwa sababu umekuwa mjinga. Unabeba msalaba wako, msalaba wa kufukuzwa nyumbani. Lakini ule msalaba unapaswa utokane na Kristo Yesu. Haleluya! Yani kwamba nimeisikia sauti ya Kristo Yesu, katika kuifuata hii sauti ya Kristo Yesu kuna mateso yanayonifuata, siyo mateso ya kutenda uovu. Hapana, siyo mateso ya hivi vimilima vinavyoyeyuka mbele zake, kwa sababu tunalo jina zaidi ya jina, jina lipitalo majina yote, jina la Yesu lenye uwezo wa kuponya.